Jambo na karibu katika kipindi maalum cha wafahamu wagombea urais. Bado tungali kwenye mtiririko huu wa kuendelea kuzungumza na wagombea urais katika dakika hizi za lala salama, siku ambazo zimesalia ni zile ambazo unazihesabu kwa kiganja cha mkono mmoja, kabla ya Watanzania kujitokeza kwenda kupiga kura Oktoba 29. Hii leo ni zamu ya chama cha wananchi kafu. Imezoeleka katika chaguzi nyingi alikuwa akisimama Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, lakini kaf safari wamekuja na sura tofauti, sura mpya ambayo imekwenda kwenye sanduku la kupigia kura na ndiyo ambayo wameinadi kwenye maeneo mbalimbali mbali kwa Watanzania. Huyu ni Gombo Samandito Gombo, mgombea urais wa chama hicho cha Wananchi, kafu. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwema. Inayo furaha kufika hapa na kuongea na wewe na Watanzania kwa ujumla na tupo dakika za lala salama yeah. Na nasi pia tumefurahi eh, kupata nafasi ya kuwa nawe hii leo. Uh, tathmini ya kampeni unaweza ukaiwekaje, kwa namna ambako umekwenda umepita na wale wananchi ambao umekuwa ukiwapa somo? Nashukuru sana kwa sababu mimi nimezunguka Tanzania nzima na nilikuwa nafata wapiga kura tulikuwa tunawafata vijijini kabisa, na nikajionea angalau na hali ya Tanzania ikoje, watu wanapolalamika kwamba barabara ni mbovu. Nimeziona mwenyewe, nimepita mwenyewe, nimekwenda, nimewafata kila mahali. Watu wametupokea vizuri, na tunayowaambia wanaelewa kabisa kwamba, ah, hili jambo tunaloongea tunaongea jambo wanaolitaka kwao. Tumepokelewa vizuri sana, vizuri sana hmm. Wana, wanatuelewa vizuri kabisa kwamba CUF kweli ni chama cha haki lakini nataka haki itendeke Tanzania na yale ambayo mnayafikisha kwao, tunayoyafikisha kwao tena ndio wanayopokea vizuri zaidi, kwa sababu hakuna chama ambacho kinayazungumza kinaya hayo tena. Nikikwambia kwa mfano, kama kafu tunapozungumza habari ya kwamba Watanzania wamekosa haki ya kutibiwa bure kwa miaka 64 sasa, sisi tunawaambia pesa ipo kila kitu kipo cha kutosha, na kwamba sisi kama kafu tutawapa matibabu bure kabisa bila kutoa senti yoyote. Sasa hilo neno la bure kabisa, hicho kitu ni, ni, ni universal, yani hakuna Mtanzania ambaye hilo linaweza likamtenga. Matibabu bure, hakuna, kila mmoja hicho kitu anakitaka na anakitaka kama kilivyo kwao, nataka tukwambie, kufikisha neno hilo tu, wamesema huyu ndio tulikuwa tunamtafuta mm. Tulipowambia kwamba tutawa, tutawapa elimu bure kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu ni kitu ambacho angalau mimi nilikionja enzi za nyuma kidogo, kwamba sisi tulikuwa ukienda shule unapewa posho, ukifika shule shule unakula, ukitoka shule unapewa posho ya kurudia nyumbani. Tumewaambia Watanzania pesa ipo nyingi ya kutosha Tanzania, hatuna tatizo la pesa, tutawapa Watanzania elimu bure kuanzia shule ya chekechea mpaka chuo kikuu bila mikopo. Mm. na swala hilo linamgusa kila mtu, linamgusa mtu wa chombo cha dola anayesomesha mtoto wake hapa Tanzania linamgusa mtu anayesimamia uchaguzi kwa sasa ambaye tunataka atende haki kwa maana ya kwamba kama ni elimu bure, kama ni afya bure na watoto wake watapata hiyo afya bure na elimu bure. Kama ni polisi ambaye pengine amejipanga kwa ajili ya kwenda kudhibiti watu au kuonea watu, mtoto wake ajue kwamba sisi tutamsomesha bure, sisi tutamtibu yeye mwenyewe bure. Tulipowambia kwamba wazee tutawalipa sisi wakistaafu au wale wa zaidi ya miaka sitini na kuendelea kwamba, kwamba kila mwisho wa mwezi watapata posho neno lile limepokelewa vizuri kwa sababu sasa hivi kule CCM iko bize kupeleka hela ya tasafu, lakini inawaambia wazee wakachimbe mitaro ndo hela ya tasafu wapewe mm. Sasa sisi tumeambiwa hiyo, wamefanya kazi ya kutulea sisi, kutufanya tuwe na afya njema na kutusomesha sisi, tunawa, tunawapa sasa chao nao wamalizie maisha yao, lakini wayamalize vizuri. Tuanzie pale kwenye afya ambako Yo mmesema mtatoa afya bure, bure bila ya kuwa na bima ya afya ambayo kwa sasa tu bado imekuwa ni mgogoro kupata fungu la kuendesha hiyo. Hebu tueleze ni kwa namna gani kwa Watanzania ambao wanakimbilia milioni sabini watapata huduma hii pasi na kulipa chochote? Sasa nataka tu nikwambie kwamba na nikuhakikishia na kukuthibitishia Tanzania ashiria mbali maliasili tuaz ambazo tunaweza tukazitumia zikatupatia bure. Haya makusanyo yanayokusanywa sasaidi, ambayo yanakusanywa mingine, yanapita kwenye mikono ya ovyo, hayaji kwenye utaratibu, mengine yanakuja kwenye utaratibu. Hayo tu peke yake, kabla hatujazungumzia habari ya uzalishaji wa vitu vingine, hayo tu tukikusanya mapato yetu hayo tu yanatutosha Watanzania kutibiwa bure hayo tu, kwa sababu sasa hivi shida iliyopo siyo pesa. Shida iliyopo pesa inayokusanywa inaenda kwenye mfuko upi? Ndo shida kubwa iliyopo. Pesa inayokusanywa inatumikaje? Ndo shida kubwa iliyopo. Kwa hiyo tatizo siyo pesa, tatizo priorities zetu ni zipi? Tusaidia papo kwanza, Gombo hey, kwa namna ambavyo wewe sasa utafanya, kwa sababu hayo, hayo yapo. Wewe utakapoingia sasa, kipi ambacho kinakwenda kufanyika katika nchi ambayo makusanyo yake ya mwezi kupitia TRA hayafiki hata trilioni tatu. Mimi nikwambie tu kwamba mimi nimekuwa mkurugenzi wa halmashauri, nimekuwa nikikusanya mapato. Nataka nikuhakikishie, pesa zinazotoka nje ya utaratibu kwenye kukusanywa ni nyingi kuliko zinazokusanywa. hiyo ni through experience. sasa mimi nitakacho kifanya mzee, watanzania wakinichagua mimi pesa ikitoka nje na tukamjua yule mtu ambaye ameitoa pesa nje ya utaratibu, huyo mtu atatamani ardhi pasuki. Kwa hiyo pesa tutaikusanya na kuhakikisha tumeiweka kwenye utaratibu ambao unastahili na ikatumika kwa Watanzania. Mtu kama anafikiri kwamba ana mpango wa kudiveti pesa isiende kwenye utaratibu, aache kazi kabla sijaapishwa, nasiende kunipigia kura ili kura zangu zipungue, asinione nikiwa rais. Kwa sababu hatuna tatizo hilo la pesa. Tuna tatizo la watu anakwenda kwenye utaratibu wa kukusanya pesa anaichukua pesa anaipeleka anakojua mwenyewe. Kuna hivi pia POS unaziona wanazishikilia za kukusanyia mapato hizi, mara polisi, mara watu wa parking, halmashauri ndio ziko nyingi kabisa, na sehemu nyingine mbalimbali watu wanaharibu haribu mitandao wanachukua wanafanya nini wanakula pesa. Nataka nikwambie tu kwamba hata bajeti inayoandaliwa na, na, na, na, na Chama cha Mapinduzi kupelekwa kule mwaka huu imeandaliwa trilioni hamsini na sita kama sikosei, haikustahili Tanzania kuandaa bajeti ya trilioni hamsini na sita. Tulitakiwa na kafu tunasema sisi tutaanza na, na bajeti ya trilioni mia mbili pesa ambazo zipo za kukusanya, tuna kuhakikisha zimekaa sehemu nzuri, basi hatuna tatizo la kwamba hizo pesa haziwezi kupatikana. Zipo mzee hizo pesa, ila kwa sasa kwa kweli zinakopelekwa si kwenyewe kabisa. Kwa hiyo kama mimi nitachaguliwa kuwa rais, tutakusanya kuanzia trilioni mia mbili, ndio bajeti yangu ya mara, ya, ya kwanza itakayokuja mm. trilioni mia mbili za Kitanzania, na tutatibu watu bure, tutasomesha watu bure, tutajenga na mabarabara na wazee watalipwa, hakuna kikokotoo kwa wafanyakazi, tutalipa wote kabisa pesa zao zote zilivyo. Hakuna mambo ya mbambamba mba mba ya nini na nini kudanganyana, kwa sababu sasa tunaaminishana mambo ambayo tunaona kabisa kwamba kuna pesa ambayo inakwenda vibaya, halafu tunaambiwa kwamba hakuna hela. Na ndio maana niko hapa, nawaambia Watanzania, lazima Watanzania wafike mahali waamke, wasikae na hali tu ya kufikiri fikiri kwamba kila wanaloambiwa ni sawa. Akili ya kuambiwa wachanganye na ya kwao. Okay, turudi hapo kwenye uchumi uh. Umeahidi kwenye majukwaa mbalimbali ya kisiasa kwamba utaleta uchumi shirikishi utakaotoa Uh, ajira kwa uh, wingi wake katika taifa uh, la Tanzania mbinu na namna ya kufanya hili wa uchumi uwe shirikishi ambao unatoa ajira, mimi nimesema kwamba Gombo Samandito wa CUF akipata madaraka, Watanzania wakimwamini, tutajenga viwanda vya serikali. Watu binafsi hatutawakataza kujenga viwanda Tutajenga viwanda vya serikali na tutatumia jeshi la kujenga taifa na tutavijenga viwanda vilivyokuwepo, Mwatex vilikuwa ni nini na nini. Viwanda vingi tutavijenga vya serikali ambavyo asilimia mia moja ya faida itakuwa ni mali ya serikali, na hiyo ndo tutakayoitumia kwenda kutibu watu. Hatutahangaisha watu na viushuru vidogo vidogo. Serikali itafanya kazi ya kuzalisha. Hatuwezi kufanya jambo la namna ya Tanzania. Lazima serikali kama serikali izalishe kwa kutumia mali asili iliyopewa na Mungu ambao wote tumezaliwa tukaikuta Tanzania. Hiyo mali asili ipo, tutaitumia kwenye kuzalisha kwenye viwanda na jeshi la kujenga taifa. Mtapeleka trillions of money, not billions of money, trillions of money. Na humo kwenye viwanda vile watu wataajiriwa wengi sana, wataajiriwa wengi sana kwenye viwanda vile, na tutajenga na jeshi la kujenga taifa. Liko kwa mujibu wa sheria na linaitwa jeshi la kujenga taifa. Gombo Samandito atahakikisha pesa zinakwenda kule, trillions of money, na jeshi litasimamia. Cha pili, katika swala la ajira, mpaka dakika hii kuna shule nyingi sana za kata zilizoko, kuna mahospitali mengi Magufuli aliyajenga, halafu watu wakawa wanamlaumu kwamba anajenga mahospitali mengi namna hiyo, wataalamu wako wapi? Lakini mtangazaji na watanzania wote niwaambie tu kwamba tunaposema kwamba hospitali haina wataalamu, madaktari haina madaktari, unakwenda juzi kati nilikwenda kwenye hospitali moja hapa mjini, nilikuwa nakwenda kumsalimia mgonjwa nikakuta nikaongea na daktari moja tukamkuta kuna vitanda stini kwenye, kwenye, kwenye eneo analohudumia yeye yuko peke yake. Tukamuliza hapo wanahitajika wa, wa, wa, madaktari wangapi? Akasema wanahitajika madaktari kumi, lakini niko peke yangu. Sasa mi nikasema nikienda mtaani mle nakuta madaktari hawa wengi hawana kazi, wanatembea tembea, nikienda hospitalini nakuta hakuna wataalam wa, wa walioko wali, wali kule hospitalini. Sasa alafu anasimama afisa mwingine kusema kwamba hakuna ajira. Hilo gapu nani analiziba? huko shuleni tukienda ni vivyo hivyo, kwamba unakuta ni juzi nilikuwa Ulanga kule, nimekwenda kule nimekuta shule na wanafunzi ya msingi na wanafunzi alfu halafu walimu wako watano, halafu unakuja mjini huku unakuta walimu wanatembea na vyeti vyao, wanatafuta kazi, serikali inashindwa kuwapa kazi, halafu inasingizia aina hilo. Mimi nasema hivi, kama Gombo, kama kuna kitu kidogo kwenye serikali, kama pesa ni ndogo, tutaigawana hiyo hiyo, hiyo ndo itakuwa keki ya taifa Nitaajiri watu wote na kwenda kuziba magepu yote. Nitaajiri, na hilo neno nitalitamka siku hiyo nikiapishwa. Nikimaliza kuapa nasema, watu wote wenye vyeti vyao njooni hapa, tunawapeleka wote kwenye mashule, kwenye hospitali, kwenye nini, na huduma zote tutazitoa kwenye ngazi ya kata. Turudi kwenye ahadi nyingine ambazo umeendelea kuzitoa Gombo katika majukwaa mbalimbali ya kisiasa. Umeahidi ya kwamba kila mtumishi mpya utahakikisha kwamba anapatiwa hati na nyumba uh, ya kisasa atajengewa, atapewa pale ili aweze kuanza maisha yake. Imekuwa uh, ni mjadala kwa watu wana, wanauliza kwamba inakuwaje hawa watumishi ambao mwenyewe umesema utahakikisha kwamba walimu na ajiri kwa idadi kubwa wahudumu wa afya katika idadi kubwa na maeneo mengine kadha wa kadha. Watanzania, eleweni jambo moja. Watanzania, ninyi ni matajiri. Mali asili iliyopo Tanzania hamkuchagua kuileta, nini, imetolewa na Mungu ya bure. Kwa hiyo haya yote nayo yazungumza yatatendeka, na hakuna wasiwasi wa kwamba hayatatendeka kama ni ajira, watu wataajiriwa kwa sababu Tanzania hatujawahi kuwa na tatizo la pesa wala maliasiri. Tuna tatizo tu la matumizi. Kwa hayo yote mimi nitayaweza na nitayafanya, watu wataajiriwa. Ume, umeuliza serikali wingine, hmm? kuna hilo la ajira na kipengele kingine umeuliza hapo, si namna ambavyo utatoa uh, nyumba kwa watumishi M, mimi ni mtaalamu wa mipango miji Digiri yangu ya kwanza nimesoma mambo ya ya makazi ya watu. Digiri yangu ya pili nimesoma nime masters ya urban management and development ya usimamizi wa maendeleo ya miji. Na nike specialize thesis yangu ilikuwa ni urban social housing. Yaani ni ujenzi wa wa, wa, wa wa, nyumba mjini kwa ajili ya watu. Kwa hivyo nataka nikwambie kwamba hivi vitu na vijua kwa taaluma na kwa practice. Sivijui kwa kusema kwamba labda na bahatisha bahatisha. Nitakupa mfano mmoja. Ukiingia hapa mjini Dar es Salaam leo, utakuta kuna majengo marefu sana yamejengwa na PSSF National Housing, wanaita saa nyingine magorofa, wanaita nyumba za benafu gorofa, unaliita nyumba ya benafu. Nataka nikwambie hivi, lile jengo, majengo yanayojengwa marefu pale, ambayo unakuta jengo moja tu labda bilioni mia tatu linachukua jengo moja ambalo ukienda leo hii kuna popo mle ndani, halijajaa na anatakiwa pesa ya mtu imechukuliwa ikaenda kujenga lile jengo ili baadaye watu wafanye biashara wachakachue na kuchakachua kule halafu warudi. Ndio maana unakuta kwamba wanalazimisha watu wawape pesa kwa kikokotoo, kwa sababu wamekwenda kujenga jumba ambalo limekosa wapangaji, kwa sababu lina bei ya juu, na matokeo yake limeshindwa kuleta tija. Badala ya hilo hilo jengo la milioni mia tatu lile, zinajengwa nyumba labda za milioni thelathini thelathini, milioni arobaini arobaini, unafikiri zitakuwa ngapi? Mm -hmm. Kwa hiyo ni swala la kubadilisha tu mitizamo, badala ya kuenjoy skyscrapers kuziangalia ambazo hazina wapangaji, ambayo ni majengo yapo, ambayo unakuta mifuko kama, kama bima ya afya nazo zimeingia mle kwenye kuchangia kwenye kujenga National Housing, wanaingia kwenye kujenga majengo marefu hayo, wanasema wanawekeza, uwekezaji mzuri. Wekeza, wekeza, ajimzuri, wekeza kwa, kwa, kwa watu wenyewe jenga nyumba za bei nafuu hata kama unawatoza shilingi elfu tano tano kila mwezi, lakini wajengee watumie ili kama ni pensheni waanze kuila siku ya kwanza ya kuajiliwa. Maana yangu ya kusema mtu anapoajiliwa akipewa barua ya ajira apewe na hati na aanze na kujengewa na nyumba ya kwake sio ya serikali. hiyo ni njia mojawapo pia ya kupambana na rushwa, ni njia moja wapo ya kupambana na ufisadi kupunguza njaa za watu. Sasa wewe ukitaka kwenda kujenga lile jengo unalijenga jengo refu kama yaliyoko ya Martin Towers unayoona hapa mjini, unayajenga usubiri mpangaji, mpangaji naye aje, halafu mpangaji akija labda asije kabisa, au hata akija asilipe kwa wakati, mwanze kupelekana mahakamani, halafu ndo katafute tafute pesa, urudi unataka kwenda kumlipa mtu lini? Hiyo ni bora, chukua hiyo pesa, skyscrapers yaachia wafanyabiashara wajenge. Serikali haina haja ya kujenga ma skyscrapers ambayo yanakaa tupu. Jengea watu nyumba, mtu afaidi moja kwa moja pesa yake kwanzia anapoajiriwa. Ndo maana yangu ya kusema mtu anaweza akaajiriwa leo akaanza kula pensheni yake leo, akiwa na meno vunja mifupa, wakati meno bado iko. Kwa hiyo sasa sisi tunasema kwamba kiwanja tutampa mtu pale, pale, barua yake itaambatana na hati ya kiwanja pale pale, alafu tukishamaliza pale, pale, hiyo pesa inayochangiwa changiwa kule ambayo yeye mwenyewe anatakiwa aanze kukatwa kwanzia mwanzo wa, wa mshahara wake akatwe aipeleke kule kwenye kuchangia mfuko, hiyo pesa inakwenda kumjengea nyumba moja kwa moja. Kwa hiyo huyo mtu atakaa mfanyakazi kwenye nyumba yake, atakuwa mfanyakazi yule. Tunapambana na rushwa sasa hapo na ofisadi kwa njia ya kuwaboresha wafanyakazi. Huyo mfanyakazi atakuwa na nyumba tayari, tamaa ya kuiba hela ili akajenge nyumba hapa. Huyo mfanyakazi atakuwa tayari, mtoto wake anasomeshwa bure, tamaa ya kuiba pesa ili apeleke mtoto wake shule hana huyo mfanyakazi atakuwa wakati huo anatibiwa bure, tamaa ya kuiba pesa ili akatafuta hela ya matibabu hana. Mzee wake nyumbani anapata posho kila mwisho wa mwezi, tamaa ya kutafuta pesa ili akaibe aenda apeleke nani kwa, kwa mzazi wake, atakuwa, hana. Maiti yake kule o, m, hospitalini mgonjwa akifa anaichukua bure, tamaa ya kwamba aibe ili aende akatoe maiti yake, hospitali atakuwa, hana kwa hiyo rushwa tutakuwa tumeipunguza kwa njia kubwa kabisa, kwa njia ya kuboresha tu huduma za wafanyakazi hmm. Mimi nataka nikwambie haya mambo ni practical na yanawezekana kabisa bila shida yoyote. Watanzania wanatakiwa tu kuamua kwamba Gombo Samandito yupo, na mimi nawaambia niko kwa ajili ya haki za Watanzania, akili za kuambia Watanzania wachanganye za kwao. Uh, umezungumza kuhusiana na wa wakulima Uh, wafugaji na wavuvi namna ambavyo uh, utawawezesha kuhakikisha kwamba wanazalisha ili kukuza vipato vyao. Hebu tuambie, ni kwa namna gani hiki kilimo utakifanyia hayo mapinduzi uh, ufugaji utaubadili na hata uvuvi wetu ambao, uh, kuna baadhi ya maeneo kumekuwa kuna mabadiliko makubwa ambayo yanaonekana, lakini kuna sehemu nyingine bado kuna hatua zinazotakiwa kilimo ili kikae vizuri na ufugaji kinaweza kisianzie kwenye kilimo chenyewe. Kafu tunasema kwamba kilimo na mifugo ili iende vizuri, inatakiwa product za vitu hizo au mazao yanayotokana na kilimo yanayotokana na mifugo yaweze kupata soko na kuhakikisha yanaleta pesa kwa wananchi kikwamo kikubwa kabisa au kikwazo kikubwa kabisa ambacho kinasababisha wafugaji na wakulima wasiweze kwenda vizuri ni miundombinu. Ni kweli umwagiliaji unahitajika, ni kweli mambo mengine yanahitajika, lakini CUF tunasema tutaunganisha kila wilaya ya Tanzania na barabara ya lami, ili kama ni parachichi la Mbeya liweze kufanya haraka kufika Mwanza, kama ni mpunga wa Mlimba uweze kufika haraka Dar es Salaam, sio inafika, ikinyesha mvua, mawasiliano sehemu zingine za Tanzania zinakuwa visiwa, huwezi kumsaidia mtu wa kilimo. Hata kama utataka namna gani. Kwa hiyo tutakachoanza nacho sisi kuboresha hivyo vitu viwili ni kuhakikisha mawasiliano yanakaa sawa, ili mwenye mwenye samaki wake Mwanza aweze kumpeleka samaki wake mbele haraka sana, na afike bila kuoza, mwenye mahindi yake Songea aweze kuyapeleka mahindi yake Ethiopia haraka sana kwa kupita kwenye barabara ambazo hazina matatizo. Hapo utaboresha. Tumepita huko kusini huko. Watu wanalalamika, soko soko la korosho na hilo soko la pamba, si kuna soko la nini kila mahali wanalalamika. Lakini ukija kuangalia sana kwa undani, saa nyingine uzalishaji unaweza kuwa sio tatizo sana. Tatizo kubwa kabisa liko kwenye soko. Na soko linakuwa tatizo kubwa kabisa kwa sababu kuna sehemu zingine wanazalisha, hawawezi kuaksesi kutoa zao moja hapa kulipeleka zao sehemu nyingine, uwezo huo hakuna. Kwa hiyo sisi kwenye kukiboresha kilimo na mifugo tutaanza na kuboresha miundombinu kwanza, ili watu kama ni ngozi yake akaiuza haraka haraka arudi nyumbani kwake, halafu ndo tutafata mambo hayo ya umwagiliaji, tutafata na hayo mambo mengine ya kuhakikisha kwamba, kwa mfano mimi nasema kutakuwa na ardhi, tutaifanyia mabadiliko ya kwamba lazima kuwe na ardhi katika kupunguza migogoro ya wafugaji na wakulima, tufanye ugawaji upya wa ardhi. Kuna watu ambao wanahodhi ardhi na hawazitumii, mimi nitazifanyia ugawaji upya. Nimekwenda nimeona Morogoro, kuna watu wanamiliki mashamba makubwa ambao ni vichaka tu, hawayafanyi hata kazi. Lazima tufanye land redistribution kwa watu, hiyo ni lazima tuifanye haraka sana, na tutapanga matumizi ya ardhi kwa nchi nzima lakini lazima kugawanya upya ardhi, tuifanye hicho kitu, ili kuhakikisha wasiokuwa na ardhi ya kutosha wapate ardhi ya kutosha. Mmeahidi sana kuweka usawa uh, kwenye mambo mengi ya kiutendaji, mkisema kwamba mtaongoza na kauli mbiu yenu ile ya haki na usawa kwenye utendaji, watu watarajie nini ukishapata uh, ridhaa ya Watanzania kuongoza? Nimesema mambo yote, mfupa uliomshinda Chama cha Mapinduzi mimi nakwenda kuufanya. Haki za watanzania kupata huduma za afya bure, watazipata. Haki za watanzania kupata elimu, wataipata. Haki ya watanzania kunywa maji safi na salama, wataipata. Haki ya watanzania kupata umeme kwa kuwafikia pale bila kulipia nguzo ya umeme, wataipata. Watanzania watapata haki zao, kwa hiyo Gombo Samandito wakafu wakimpa watanzania ridhaa siku ya tarehe ishirini na tisa, wahesabu kwamba hayo ninayosema kama haki zao zitakuwa ni haki zao za msingi na ntazisimamia ipasavyo. neno lako sanini katika kuhakikisha kwamba hao watanzania wanajitokeza tarehe ishirini na tisa kutumia hiyo haki yao ya kupiga kura, wasiwe waoga watanzania wa wa mabadiliko, na waambie watanzania na wasiende kuandamana hata kidogo wasiwasikiliza hawa watanzania walioko nje ya nchi wanaowaambia wakaandamane. Akili za kuambia changana za kwao, waachane nao wa wanaowaambia wakaandamane, waende wakampigie kura Gombo Samandito, wampe kura zote. Wakizipiga kura zote Watanzania kwangu hazitaibiwa na nitatangazwa mimi kuwa rais na hizi haki watazipata kwa kwa hiyo, Watanzania waibuke wengi kwa wingi wakapige kura, hakuna nafasi nyingine nzuri kama hiyo. Nawaomba watanzania asiugue hata mmoja Mungu, namwomba Mungu wa mbinguni awabariki wa Tanzania, asiugue hata mmoja, wakapiga kura zote, wakanipigie kura mimi, na nawaomba wale wasimamizi wa uchaguzi wale, tunajua kwamba kuna sehemu zingine ambazo sisi kafu hatuna mawakala, na wao wajue kwamba wasimamizi wa uchaguzi wale na mapolisi na vyombo vya dola wajue kwamba afya ikiwa bure watafaidika na wao, elimu ikiwa bure na wao watafaidika. Na maneno ya kwake Gombo Samandito Gombo, mgombea urais kupitia Chama Cha Wananchi CUF ambaye tumekuwa naye hii leo kwenye wafahamu wa gombea urais ameeleza yale ambayo anatamani kuwafanyia Tanzania pindi atakapochaguliwa ama kupewa ridhaa wa na Watanzania Oktoba 29. Ni kushukuru sana asante sana ndugu mtangazaji, asante Watanzania, Mungu awabariki, kapigeni kura siku ya kupiga kura, asitokee mtanzania kuandamana hata mmoja wakapiga kura basi, hmm. Na ujumbe ndio ambao anamaliza na nao kwa Watanzania wote kuhakikisha kwamba mjitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Naitwa Nurdin Seleman, nikushukuru kwa kuwa nasi kwenye matangazo yetu ya leo na endelea kufuatilia matangazo haya.